Kagame amefanya interview na hawa watu kutoka Magharibi na sio muda mrefu umepita tangia atoke yule Mkenya ambaye pia aliandikiwa script na watu wa Magharibi. Unajua hizi interview ambazo Kagame huwa anafanya na outlet za zenye linki na watu wa Magharibi ni movie za kutengeneza mazingira, kumwekea mitego Kagame aonekane kwamba yeye ndiyo msababishi mkubwa wa matatizo ya Yaani, wazungu wanachotaka kuhalalisha au kutujaza akili zetu ni kwamba mhusika mkubwa wa tatizo la Kongo ni Kagame na sio wao wazungu. Hivi wewe Mwafrika wa kawaida unaamini matatizo ya Afrika yanasababishwa na sisi wenyewe? Yes, ni sisi wenyewe, kwa akili ambazo tunashikiliwa na nani? Na wazungu. Yaani mchawi mbaya wa Mwafrika ni Mwafrika anayetumiwa na mzungu. Hivyo ndivyo navyotakiwa utengeneze kwenye kichwa chako. Mbaya wa Mwafrika sio Mwafrika anayeamka kwenye akili yake, ngoja nikamtendee Mwafrika mwenzangu ubaya. Hiyo toa kwenye kichwa chako. Mwafrika aliyeshikiwa akili yake na mzungu kuja kumisitriti kuja kumtendea vibaya Mwaafrika mwenzake. Na ni kitu gani nataka kusema? Yani, bila Mwafrika kushikiliwa akili yake na mzungu, Mwafrika sio mbaya kwa Mwafrika mwenzake. Okay, ishu ya Wakongo kuwafukuza hao sijui Watusi Wahutu wa Watusi au wereva kutoka Kongo warudi Rwanda, mbona sisi tuliozungukwa na hao waliotuingilia sisi hatuwafukuzi? Yaani kwa nini sisi hatuna akili za Wakongo kuwafukuza Wahaya warudi Uganda? Yaani kuna vitu lazima uvitengenezee mazingira. Sisi Watanzania tuna akili gani? Sasa Kagame amesema wazi, amesema na vitu ambavyo sikuwahi kuvijua kwamba Chisekedi hakushinda uchaguzi alipewa tu ushindi na akatoa background historia ya Chisekedi ya maisha yake, alivyokuanzia huko Ubelgiji, kwamba alikuwa taxi driver, msambaza pizza. Hapa ndipo ninapokubaliana na Kagame kwamba kweli huyu jamaa kuwa rais lazima uweki question mark. Najua nitagombana na wakongomani wanaomtetea rais wao. Unajua hata hapa Tanzania unavyokuwa serikali ni hiyo madarakani, kama inakutengenezea urahisi, alafu ikatokea kuna mtu anaikosoa, huwezi kuenda, huwezi kukubaliana naye. Ndio maana kuna hizi timu mama mitano tena. Sasa ikitokea labda mimi nikamkosoa mama Samia, hawawezi kukubaliana na mimi. Kwa hiyo hata ninavyomsema Chisekedi vibaya, kuna wale wa Kongo wanaofaidika na uongozi wa Chisekedi, lazima watanihataki kama wanavyopenda kunihataki ni hivi ndugu zanguni, hakuna kiongozi Afrika, kia, kisiyasa, wa Kiafrika anayeanza safari yake ya kisiasa akiwa Ulaya lese ameenda kusoma Ulaya au ame, alikuwa na kitu chochote alikuwa nakifanya Ulaya. Afu, aka la, la siyasa, alafu akaanza vuguvugu lake la mambo ya siasa akiwa huko, alafu akaja kulifinalize ndani ya nchi, labda akawa rais au waziri au wereva kiongozi yote mkubwa wa nchi, alafu akawa mzalendo. Sijui nimeeleweka? Vuta picha mimi Nilienda kusoma Marekani nikatengeneza friendship kule, alafu nikaanza hizi mambo yangu ya kisiasa labda CCM branch huko, nikarudi nchini nikaanza, kuj... nikaanza kuchomekewa baadhi ya viposition ndani ya CCM, nikarudi kwa watu wangu wa nyumbani nikawapiga kamba za Kimarekani, wakanipa ubunge huku na huku waziri na huku sina elementi za uzalendo, nina Umarekani kama wote. Nina marafiki wa Kimarekani kama wote ambao lazima nije niwauzie shamba lao shamba huku nchini nije niwakatie madini. Ndivyo wazungu walivyotengeneza mfumo wa kielimu kwamba kwanza walitujaza akili yetu kwamba elimu bora ni kwao, kwamba yaani ukigraduate Mzumbe University na ukigraduate Harvard, Harvard ina saundi kama vile yani is big deal kuliko kuliko Mzumbe au Ushirika University au Dar es Salaam au Dodoma University, Stanford, Oxford University. Sasa wale huwa hawakujazi elementi za kuipenda nchi yako hata kidogo. Huwe na uhakika wakati unaanzisha hizi vuguvugu za kutaka kuwa kiongozi mkubwa wa nchi watu kama akina Black Rock wako nyuma yako, anakuambia hii hey, niga tunakusaidia hivi, kiwa rais tupe hichi, kama unachokiona kinachoendelea kwa Zelensky, kwamba Wamarekani wanataka madini warudishe nusu hasara. Wazungu hawanaga biashara ya hasara na Waafrika ni kitu gani? Nataka kuhinda alichosema Kagame, it's a hundred percent true. Huwezi kunaambia Tshisekedi ana element za uzalendo kwa wakongomani wakati safari yake ya kisiasa alianzia Ubelgiji. Anaijua Kongo? Alafu hichi ndicho pia kilio changu kwa hata hapa nchini, hawa wabunge ambao wanagombea ubunge katika majimbo wawe ni watu ambao wanaishi katika majimbo yao. Lese, mimi nakaa Dar es Salama, sasa hivi leo hii nimetengeneza ujanja ujanja wangu nashika pesa, eti niende kwa Wachaga niwaambie nigombee ubunge ni wawakilishi Wachaga ambao sikuishi nao zaidi ya miaka ishirini zaidi ya miaka kumi na tano. Wachaga watakuwa wapumbavu sana kunipa ubunge kisa nimewajaza kamba za Dar es Salam alafu nikakae Dodoma, sijui mnanielewa? Watanzania nanyie, awa watu wanaogombea ubunge wawe ni watu mnaoishi nao hapa ujimboni kwenu. Asitoke sijui Ubelgiji, sijui Marekani, sijui Dar es Salam, sijui Mbea alafu arudi labda Moshi au Tanga au wapi? Alafu aje waambie, kwamba nataka nigombee ubunge. Pointi gani nataka kusema hapa, mnielewe, Kagame yuko sahihi. Hawa viongozi ambao hawakukulia mazingira yetu, alafu wanarudi wanataka tuwape uongozi wa kutuwakilisha, wanajua changamoto zetu? Mimi nakubaliana na Kagame kwamba Tshisekedi shouldn't, shouldn't be the president. Hakutakiwa, hana, hajui changamoto za Wakongo hajui chochote 100%. Na hichi ndicho nacho ile viongozi wawe ni watu ambao tumekuwa nao siku zote za maisha yetu, wanajua changamoto zetu. So utoke ulikotoka huko, alafu tukupe uongozi doesn't make any sense. Kuna mfumo ambao Nyerere aliuchampion, kwa akili ya Nyerere ulikuwa ni mzuri, kwamba mtu ambaye atakuwa rais wa nchi inabidi anaandaliwa akiwa katika wizara ya mambo ya nje. Unajua, mtu akiwa anahudumu katika wizara ya mambo ya nje anatengeneza marafiki na watu wa nje kwa hiyo automatically akija kuwa rais wa nchi anakuwa na ule uwepesi wa kumingo na watu wa nchi katika kutafuta urais wa mambo labda ya biashara au deals za kuisaidia nchi. Lakini ukiangalia idea ya Nyerere ilikuwa nzuri, lakini maybe Nyerere hakujua ujanja wa wazungu au wazungu walivyo na power ya kutongoza au intention ya wazungu ilikuwa nini? Kwa sababu turudi hapa nchini kwetu, angalie wale marais waliopata urais wakitokea katika wizara ya mambo ya nje, performance yao ni chini sana, ni chini ya arobaini na tano asilimia wote. Mwinyi Mkapa, Mkapa alijitahidi lakini pff. Kikwete, ishirini na tano asilimia, chini ya yani, ndogo. Angalia Magufuli ambaye hakutoka wizara ya mambo ya nje. Tengeneza picha, mimi sasa hivi ni waziri wa mambo ya nje wa Tanzania. Kwa hiyo, kialialisi naandaliwa kuja kuwa rais wa baadaye kwao. Katika kipindi hichi, niko katika wizara ya mambo ya nje naanza kumingo na kina Black Rock na kina Black Rock, wanajua kabisa huyu jamaa anaandaliwa kuwa rais, kwa sababu kazi ya wazungu ni kusoma mfumo wa kiutawala wa nchi za Kiafrika, waangalie ni namna gani wana deal na, mnagani, na the potential president anayekuja. Kwa naanza kudili na kina Black Rock e, ambao ndo wanaonunua nchi nyingine kirahisi kwao. Wanajua kabisa huyu ndo potential president wa Tanzania, kwa wanaanza kunipa deal tamtam -tam zao nini kuniweka karibu. Yani wazungu wana njia nyingi sana kweli wanawekeza kwangu bo, mi rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania nitaacha kuwakatia vipande vya mashamba wafanya wanavyotaka. Mtu atasema hu jamana, nataka kutuambia kitu gani? rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania. Ndugu zanguni, kwangu mimi, ningekuwa na authority ya kutengeneza katiba, atakiwa mtu ambaye anasoma hapa nchini, yaani elimu yake yote aipate akiwa hapa ndani ya nchi ya Tanzania, hiyo iwe ni condition stated kabisa katika katiba yetu. Mtu atasema what do you mean? angalia wale anti american anti western wote sifa zao kuu. Mwangalie Mchina, mwangalie Miran, alafu mwangalie na Mrusi. Sifa zao viongozi wao wanazaliwa wanakulia ndani ya nchi yao, wanasoma ndani ya nchi yao, wanajazwa uzalendo ndani ya nchi yao. Kwa hiyo wanajaa ule watakuna mbele kabineti ya, maki, ya kina CCP, kuna mtu anatoka kusoma Harvard, kuna mtu anatoka kusoma Stanford, kuna mtu anatoka kusoma Cambridge. Nenda kwenye nenda Duma kwa Warusi, ndani ya Duma kuna mtu ametoka kusoma California, nenda kwa Iran. Hiyo ndo access, inaitwa access of evil. Wazungu wana watu wa magharibi wanaita access of evil. Wanashindwa kuinject siasa zao kwenye hizi nchi tatu kwa sababu zimejifungia, yaani zimejenga ukuta kabisa una penetrate vipi kuingiza mambo yako kwenye watu watatu? watu hawatoki wa. Ni kitu gani nataka kusema? Kagame yuko sahihi, Chisekede hana element za uzalendo kwa sababu tayari ana network yake alitengeneza huko nje ya nchi, lazima awe anaihudumia. unavyoanza safari yako ya kisiasa na wewe ulikuwa nje wana kingi ya nchi wazungu fasta wana support wakijua ukiingia tu lazima uwalipe vyao. Mara alikuwa muuza pizza, sijui nini, unataka kuniambia ile network yake yote wakati anauza pizza, anaendesha taxi, ameisahau? Lazima inamdai. Ndugu zanguni, pointi yangu kuu ni ipi? Viongozi tunaowachagua wawe wamekualia na kusomea mazingira yetu, wanajua changamoto zetu. Tuachane na hao watu wanao wanaograduate Stanford, Harvard wanatuletea sera za ushoga. Tuachane na hao watu, ndugu zanguni, wote wanaopambana kuidondosha magharibi, ile network ya wan, dunia moja utamaduni mmoja ambayo ilikuwa ndo sera ya ya, old order ya ambayo imefeli kwa Wamarekani: dunia moja utamaduni mmoja sarafu moja. Ni nani ka disrupt hiyo kitu? Mchina, Mrusi, Iran. Hiyo ni klabu ambayo haigusiki, wanaaminiana vibaya mno. Kwa nini? Kila mtu ana utamaduni wake ndani kwake ambao ni kinyume na magharibi. Huwezi kumpinga mtu wa magharibi pasipo kutengeneza utamaduni wako tofauti na wao. Tukirudi hapa Tanzania, hao ndugu zenu wanaokuja Dar es Salaam kufanya fanya vibiashara vyao, alafu wanarudi kwenye mikoa yenu, wanakwenda kugombea ubunge, mnawapa, hawajui changamoto zenu. Mbunge mumchague mtu mnaishi na, mliishinae miaka yenu yote, na anajua changamoto zenu. Ndio maana napenda kulia hata swala la wakuu wa mikoa, wakuu wa mikoa wae watu waliozaliwa kwetu, sehemu zetu, wamekulia kwetu na wanaishi na sisi. Hata kesho akimaliza muda wao wa ukuu wa mkoa, bado tunaendelea kuwaona pale. Maana kwa mkuu wa mkoa, hata akipewa serikali kuu ikileta mradi wa barabara, anausimamia kwa uaminifu, kwa sababu hiyo barabara ni yake, maisha yake yote, yeye na watoto wake na vituku vyake. Lakini eti mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam ametoka kaskazini, ni Mchaga, alafu anasimamia tenda za serikali za barabara Oh, aribu aribu barabara anasimamia ina... barabara ikikamilika inatumika miezi sita tu, kwish, tunazonaga hizo barabara why? Kwa sababu anachokisimamia io ha... you know, hana hakimuhusu, kesho kesho kutwa kaondoka, karudi kwao. Viongozi tunaowachagua wawe tumezaliwa nao, tumekuwa nao, tumecheza nao, wanajua changamoto zetu. Hawa kutuletea watu wenye digrii za Harvard, za ushoga na kuidalalia nchi, hiyo ni marufuku. Waafrika, tuelimike, tusiwe wasomi.